Mungu ketie mahali palipoinuka, nasimama mbele yako nikiombea nchi jirani ya Tanzania na waombea wa Tanzania. Mungu, ili wasimamishe maandamano. Baba, naombea na nchi ya Tanzania, kwani ma ma maandamano kila siku kuna kumwagika damu. Mungu wasaidie katika mienendo yao Baba, naomba usaidie E, e, rais wa Tanzania naomba usaidia, wabunge wa Tanzania naomba wasaidie, wa Tanzania kwa jumla, kwani nakumbuka kwamba Tanzania ilinitunza karibia miaka kumi, naiombea ya Mungu yani nataka niishike, asubuhi yote nilikuwa naombea Tanzania. Mungu ketia mahali pale poinuka, naomba ili uwajalie wa Tanzania. Nimesimama huku Burundi, niko naombea wa Tanzania. Mungu tuwasaidie, wasaidie katika mienendo yao, wasaidie, wape amani, wape upendo, wahurumiane. Mungu Baba, tunaombea Tanzania. Mungu Baba, ukiachia mahali pale peinuka, najua wewe uko Mungu. Wewe ndio ulilinda wana Wanaisraeli katika mwenendo wa mwende wa wao. Wewe ndio ulilinda Yusufu, Yusuf wakiwa kule nani, Mungu wa ulimlinda Baba, ndio maana nimesimama hapa mbele yako, ni kualikonaombea nchi jirani ya Tanzania. Nakumbuka kwamba hii nchi ili nitunza mimi. Mungu wasaidie, Mungu wape amani, Mungu wape amani, Mungu wape amani Tanzania. Baba, ninawaombea, ninaombea Tanzania uipe amani, ninaombea wabunge, ninaombea waziri, ninaombea rais, ninaombea askari, ninaombea serikali ya Tanzania wajalie Mungu. Asante babu, kwa kuwa unasikia maombe wanayokuomba ninakushukuru, nikiamini nikiamina kwamba unaweza kutenda na kuatimiza. Naomba hivi vyote ndani ya jina la Yesu, mkombozi wetu, amina.